Yes guys, kama kawaida, kama kawa tunaendelea kuchambua hizi propfirm. Yani kwenye channel yangu utapata propfirm kama zote na zenye uhakika zenye kufanya vizuri, ni wewe tu kupambana na hali yako na knowledge yako kwenye forex trading. Yes, tuele tukaangalia sasa propfirm nyingine nzuri kwa wale mliolalamika kwamba hamna mitaji yani, ipo propfirm ya kuanzia mpaka dola tano. Just imagine haya. <laughs> Najua unajiuliza kwamba haiwezekani, haipo hiyo ya dola tano, napata kiasi gani? Tuende ni kusanue sasa, tuende ni kusanue na propfirm ambayo unaweza kuipata kwa dola tano tu. Ipi hiyo? Andika kwenye Google yako kwenye browser, kwenye Chrome, popote pale ambapo natumia we kutafuta vitu, andika m hivo alafu tatu alafu funding funding mana M3 Funding, search yapa M3 Funding, yapa utafungua hiyo tafungua nasubiri, ifunguke. Hapa ni wasanoe sasa, ni wasanoe sasa, ni wasanoe sasa, ni wasanoe, sasa ujipatie propfirm ya dola mia tano ukilipia dola tano tu, upambane tu. Na vigezo na masharti kuzingatiwa. Aya, tende tukaone, tende tukaone guys, tende tuone guys, guys, guys, m3 funding m3 funding ina mwaga na pesa kwa pesa kidogo no, tu unajipatia propfirm yenye pesa ndefu. Ndio, okay. kama sasa imefunguka, twende tu chini tuangalie. Tuangalie, tuangalie. Ya kwanza kabisa hiyo hapo imefunguka kitu hiyo guys? Guys. s ni niichoe kabisa, unaiona hii hapa naiona, hawa amwoni, dola ngapi hizi? dola mia tano Dola mia tano unajipatia kwa dola nne tu kwa kulipia dola nne tu pointi tisa tisa, kama dola tano. Yani ukilipia dola tano unapata hii account ya dola mia tano dola tano tu guys. Guy. haya <laughs> uta, uta, uta, utazingatia vigezo kwamba draw ni kwamba ukifikisha asilimia kumi ya hiyo dola mia tano utakuwa umeipoteza akaunti yote. Kwenye kulipa wanalipa mpaka asilimia mia. News unaweza kutrade inaweza kuwa kila wiki withdraw inakuja. Pia akaunti ya pia yenye step hii ni yenye step tatu, yenye step mbili. Yenye step mbili ni unafanyaje? Unalipia una dola saba tisa kama dola nane, halafu unapata dola mia tano kwa step mbili Yani challenge mbili tu, ya kwanza ya pili, unachukua account ya rili. Yes, nyingine nyingine nyingine nyingine nyingine, hii hapa dola hamsini na nne tu guys, unapata dola elfu kumi dola elfu kumi ya fes tatu, ya ya face tatu uye, tuone ya chini yake kuna dola elfu tano ya fes tatu dola ishirini na saba tu guys. Eh, nimewasanua nimewasanua leo unataka dora elfu hamsini kwa dora mia mbili sabini na saba tu. Haya, hmm, vigezo sasa, vigezo sasa, mwana kitani kusanue, unatakiwa kupambana ufikishe vigezo ngapi? Unatakiwa kupambana ufikishe vigezo. Fesi ya kwanza fesi ya kwanza, tafuta target profit ya asilimia kumi ya ule mtaji uliochukua Mechukua dola mia tano basi tafuta profit target ya asilimia kumi ya ule mtaji uliochukua mdogo mdogo, yani hata usichome jamani, trade kwa risk management nzuri, usifikishe hizi losses kwa siku thelathini, yani mwezi mzima unatradia hii account. Uh, daily drawdown, yani kwa siku usipate losi ya dola ya asilimia ya tano ya mtaji uliochukua, na siku zote za maisha kusipate losi ya dola yaani, losi ya asilimia kumi ya ule mtaji uliochukua. Naona kikusanya losi zote ulizofunga zikafika asilimia kumi, basi utakuwa amepoteza account. Hiyo ni phase 1, phase 2. Phase 2, utatafuta utatafuta asilimia tano ya ule mtaji uliopewa na hii utaitumia kwa siku sitini miezi miwili, unapambana nayo mdogo mdogo. Zingatia hasara kwa siku ni asilimia tano, na kwa maisha ya ni asilimia kumi. Fesi ya tatu, fesi ya tatu na ya mwisho, fesi ya tatu hii utatafuta asilimia tatu ya ule mtaji ule uchukua, asilimia tatu ya mtaji ule uchukua na hii utaitumia ndani ya siku mia moja ishirini miezi mitatu. Pambana nayo mdogo mdogo mdogo mpaka mdogo, mdogo. Unafanyaje unafikisha hii miezi mingapi? Miezi minne, miezi minne unapiga mdogo mdogo guide. Zingatia hasara ni asilimia tano kwa siku na kwa maisha na asilimia kumi ya mtaji. Wachukua vigezo vya kulipwa, wanalipaji ukishamaliza hizo challenge zote wanalipa funded hii hapa, wanakupa asilimia tisini. Ukipata dola 100 wanachukua tisini, unachukua tisini, wao wanachukua kumi, yani asilimia kumi ndio wanachukua, wewe tisini zote ni zako. Hii maximum trading days haina, haina kikomo cha kutrade ukishafikisha vigezo vyote, hawakupangii tena pale. Asilimia tano ndo hasara ya kila siku uki, kwa siku sifikisha asilimia tano ya mtaji wako na kwa siku zote, account, sifikisha asilimia kumi. Hatu, kipas, ke, nani, -faces zote hizi loss zinabaki pale pale hawakukubali uchome akaunti yao. Kwa hiyo ukifikisha hizi asilimia basi, unafanyaje? Wanachukua akaunti yao kila wiki. Hapa kila wiki una withdraw, kama ni Jumaa, kama ni Jumamosi, kama ni Jumanne, kama ni lini, wenyewe unavyokuwa wamekupangia, lakini ni kila wiki unatoa pesa zako. Guys, unaona? Kwa hiyo hii ni nzuri sana nzuri sana. O, nimewasanua nayo guys, nimewasanua nayo kwa hiyo unaweza kwa, pambana ukatafuta, yani kuanzia dola tano tu unapata profi nzuri ya mtaji mkubwa. Unaona guys, ngoja hapa niangalie nyuma kidogo. Hmm. Hapa unakuja kuchagua account unayotaka sasa, unakuja kuchagua account hapa, kama ni ya phase tatu au ya phase mbili, kichagua hii ya phase tatu, unakuja na kuonyesha hapa mitaji sasa utachagua mwenyewe dola tano, dola tano unapata akaunti ya dola mia tano, dola kumi unapata elfu moja, dola ishirini na saba unapata elfu tano, dola themanini na tisa unapata elfu kumi, dola mia nane na sabini na saba unapata elfu hamsini, dola mia tatu unapata dola laki moja. Haya, njoo kwenye step two. Step two, pesa inaongezeka kidogo lakini unapata dola unapata dola nane? Unapata dola mia tano ishirini na saba unapata dola elfu moja Arobaini na saba unapata dola elfu tano ambazo ni challenge mbili tu. Ukipiga zile challenge mbili, utakuwa umeshatoboa tayari. Unaona guys, hapa enter discount code. Kama hapa una discount code ya referral, mtaje aliyekualika, unazikatia hapa ile ID yake, wanakupunguzia kuna asilimia kidogo, wanakupunguzia kwenye kulipa, unazikuta ukiapply No, okay, okay, play ile wanakupunguzia kwenye hizi dola saba labda sita au tano na point point, kwa sababu kuna asilimia 30 wanakutolea na kutumia unapokuwa na referral code. Kwa hiyo hii hapa hii ni prop nzuri sana ambayo hata wale wenye tumtaji kidogo tunaweza kuitumia hii. Yani, just imagine, unapata dola tano tu dola tano unapata dola 500, unapambana na vigezo tu vile vigezo, unakula maisha. <laughs> Asante guys, asante kwa kufuatilia chaneli yangu. Nitaendelea kuchambuachambua hizi propfirm, zipo nyingi nyingi nyingi, nyingi, nyingi nyingi nyingi sana. Kila moja ina vigezo vyake, kila moja ina vigezo vyake, kwa hiyo nitaendelea kuchambuachambua hivyo mdogo mdogo. Mwisho wa siku una kamata yoyote ambayo itakuridhisha nayo, utakayoridhika nayo, unasepa, una trade kama kawaida na mtaji mkubwa kwa kulipia mtaji, kwa kulipia pesa kidogo tu. Tunaona tama sokoni, naona guys. Okay. Tuendelee kupambana pambana, tuendelee kupambana, hamna kukata tamaa kwenye forex. Forex for life.